Na cha pesa nam hii, ni Chapesa Media, mimi naitwa Wazir Tambiko, nyuma ya kamera director Lunde, tumemfuata shabani mpira pesa na exclusive interview. Baada ya tukio la jana Simba Sports Club kuzuiliwa katika uwanja Benjamin Mkapa na taarifa Simba wakaitoa e, kuigomea mechi ya leo zidi ya Tanzania Young Africans, lakini bodi ya ligi baadaye wakatoa taarifa mechi imeahirishwa taleo, watapanga Shabani, mwakimbia Young Africans hamara. Hamna mechi. Mm. Hamna mechi, wao wameleta uuni. Sisi ndio watoto wa Dar es Salaam, tumewaonesha kwamba sisi ndio watoto wa Dar es Salaam. Wao wameleta uuni. Tume, tumesikitishwa wameleta wa wame wame, sisi sio washamba, sisi watu wa mpira sasa yani, waye si tunawaambia wasilete ushamba wao, au sio bwana? Yani wale wanarisishana ushamba na wanarisishana ushamba kwa sababu toka enzi hizo wameenda kujenga mabondeni kwenye mimaji michafu pale. Ina maana wale, toka enzi hizo washamba, sizo washamba sasa waa kuleta ushamba jana wameenda kukodi wauni, wauni wamezuia msafara wetu usiende kwa usiende kufanya mazoezi. Kwa kwa kitendo kile, mchezaji tayari umeshamtoa kwenye mchezo, wachezaji wetu hawajafanya mazoezi, wamekaa kwenye basi kuanzia saa 12 mpaka saa 4 usiku, masaa karibia manne matano wako kwa kwenye basi. Leo unawaambia uende ukamchezeshe mechi. Sisi hatuchezi mechi ile na tunawaunga mkono viongozi wetu, na leo umeona wanasimba wanaojua mpira hawajafika Benjamin Mkapa wale, wameenda wenyewe wasojelewa. Kwa hiyo leo mechi hakuna. Unasema Shabani, baada ya kipigo cha bao mara nne mfululizo Simba Sports Club ndio kitu ambacho kimefanya ukikimbiza Benjamin Mkapa, usikanyage siku ya leo, kwa maana wewe kufungwa bao tano tano na kufungwa bao mbili ndani ya msimu mmoja, kujuma mabao saba ndio kitu ambacho kimekufanya ukimbie Benjamin Mkapa katika mechi ya leo. Ratiba ya ligi imepangwa toke ya ligi naanza. Hata kabla haijaanza, bado ligi imeanza, ratiba imepangwa. Tumejua mechi yetu ya kwanza tumecheza lini? Mechi ya pili tarehe nane ya ligi. Ndio maana Simba tumefanya ma maandalizi yetu. Kama tungekuwa sisi tunaogopa ya mechi, jana timu isingeenda kufanya mazoezi pale. Jana timu imeenda ijaenda. Timu imeenda. Mtu anayeogopa anaweza kwenda kufanya mazoezi pale. Kanuni zinazungumza lazima ukafanye mazoezi kabla siku moja mchezo. Timu yetu imefika pale kumi na mbili ifanye mazoezi saa moja na robo. Wachezaji wa wamekaa kwenye wamekaa kwenye basi masaa matano hawajafuturu. Uh, na tena sio tumezuiliwa na shirikisho au wahusika wa, wa mambo hayo. Tumezuiliwa na wauni. Sasa wewe unatuletea mambo ya kiuni, si Simba sio wauni bwana. si timu yetu imeandishwa na watu wenye ngozi ya rutuba, watu weupe wa Sunderland. wale wameandishwa na wabeba mizigo, wewe jitu la Yanga linabeba lina mzigo kilo 400 hapa mgongoni mwenye la kilo 80. atakuwa na akili wewe ukichanganya gunia na hii fuse hapa ya ubongo atakuwa sawa. Sawasawa, kwa hiyo wale wandazimu. Sisi sio wandazimu, sisi, sisi tunajua maana ya mpira tukasema tukafanya mazoezi leo, tuje tuje kucheza mechi. Sisi hatuangalii mechi nje ya uwanja kwanza, mm. Kwanza saisha hilo mm. Sisi hatuangalii mechi nje ya uwanja wao, okay, situmeona hata ya mechi wao, mm. yao na wale, leketi, kule kule meji asamuyo Walichofanya mganga akamwambia, mukienda Meja Samuyo mkigusa kwenye mazoezi mnafungwa. Mwisho wa siku Meja Samuyo hawajaenda, wameenda siku ya mechi, wameambulia sare. Wamejiroga wenyewe. Sasa haya, sisi nao, anaamini imani za kichawi naye, wao ndio timu yao inaongoza kwa kuruka ukuta kwenda kuingia uwanjani. Simba cheski wameruka ukuta wakitoka sare tu wanasema hao timu yao imelogwa, hawajui kama wachezaji siku ya mechi wameamka vibaya wala nini, hawajui. Simba tuna imani hivi. Timu yetu imesajili vizuri, tuna viongozi bora, tuna mwalimu bora, timu yetu iko vizuri, ndio imani yetu. Kwa hiyo jana tulienda kufuata utaratibu kama wanavyotakiwa, tukafanya mazoezi, leo tucheze mechi. Wametukodia wauni. Sasa madhara ya kukodi wauni ndio haya. Shabani Pesa, mpira pesa. Uh, kikosi cha Young Africans kimetoka, licha wewe kuigomea hii mechi dhidi ya mtani wako Young Africans, lakini Young Africans wametoa kikosi kamili gado kuivaa Simba Sports Club katika dimba la Benjamin Mkapa, na amekuja full mkoko na uwanjani wameingia vilevile. Unazungumziaje Shabani Mpira Pesa, ili hali ho umemkimbia Young Africans? Mimi sijui habari ya za Yanga, usinulize mimi habari ya za Yanga. Habari za Yanga si tushamaliza? Tuna mechi ya FA tarehe 11 tuna mechi ya ligi zidi ya Dodoma Jiji. Habari za Yanga tushafunga, kikosi chao kimepangwa, kikosi chao wameenda disco, kikosi chao wameenda kucheza baikoko, kikosi chao wameenda bichi kwenda kuogelea. Mi usiniulize habari za Yanga bwana, mii niulize habari za Simba, tarehe 11 wanacheza au limkimbia ikangarombo wa, usiniulize habari za timu ya watu wa ovyo. TFF wametoa waraka wao watapanga tarehe nyingine. Tarehe ikikaribia, nifuate niulize habari za hao watu wa ovyo. Sasa hivi naizungumzia mechi yangu ya FA inayofuata na mechi ya Dodoma Jiji. So dabi tena, so dabi isha, isha kishamaliza. Wameleta uhuni, wameleta mambo ya mitaani kama mpira wa ndondo. mwisho wa siku Safari. Yaani lile swala la watu mawauni kama kama wameona. Walikuwa nakufa vizuri mno. Walikuwa nakufa mimi mimi timu yetu si bora. Si hatutegemei hivi. Sisi tunategemea timu yetu ni bora. Rudia tena. Hatutegemei uchawi, sisi tunategemea timu yetu bora. Kwa hiyo la mazani kwa sababu uchawi umefungiwa waganga wengi hawafanyi kazi. Wangeona shughuli yetu. Mtaje kikosi chako bora. Cha leo kama ungeingia uwanjani ungemfunga Young Africans. Yanga, usi, usi, Yanga usiniuzi habari za Yanga. Sikiza nikwambie kitu dogo. Unajua unauliza habari za Yanga, watu ambao mimi kwenye ratiba yangu washatoka. Niulize habari za kombe la FA tarehe 11 na habari za Dodoma Jiji . Hao wauni waache kuwa kuwa wauni, ila mimi natoa nazungumza na, na, tunaomba tunamuomba mama yetu Samia Hassani wale wauni wote awaagize vijana wake wanaofanya kazi, wauni wote walioshiriki lile tukio la jana wafuatiliwe na wote wakamatwe. Wale ndo wanaleta mgongano na ndo wanaharibu mpira wetu wa Tanzania. Kama mama anapenda mpira kweli, awaagize watu wake wale watu wote wakamatwe. Wakisha kamatwa wale, ndio kesho na kesho kutwa hitotokea hili zoezi. Wasipokamatwa hili litatokea tena zoezi. Au ndo bau bwela Shabani imezamilia wale wale wale walofanya vurugu jana. Hmm. Mimi akili yangu hiyo tu, wale watu wakamatwe kwa sababu wale wamevunja amani ya nchi jana, wachezaji wetu wameongelewa maneno ya ovyo, wa basi letu limepigwa, wametufanyia vurugu, wamezuia msafara wetu. Wale ni wahuni. Kwa nini wahuni wanatawala nchi yenye amani? Tumeona Kongo kule watu wamepigwa risasi. Wale wahuni wale wahuni wale wachukuliwa wapelekwe Segerea tu au Keko, waende wakakutane na masela wa jela. Watajua masuala ya jela maana yake nini. Ubingwa upo pale pale Shabani? Bado tuna mechi nyingi na bado tuna mechi na wao lakini si tuna mechi zingine na tuwaambie ubaya, mm. Ubwela bado naendelea. Mm. Na ile tuliofanya leo si mechi hamna, ule ndio ubaya ubwela. Yanga Princess. Lakini niwaambie waache mambo ya kishamba wasilete ushamba ule mpira kuna ndugu wa zangu wamepita kutoka tunduma hapa sasa hivi wametembea kilomita mia tisa kwenda na kurudi kilomita 1800 wametumia gharama zao mnaita mambo ya kiuni wasiletee uni katika mpira baba yangu wale sikaria fanya utakapofanya wale wote wanajulikana fungia kuto ingia uwanjani fungia wale wote wasiingie uwanjani wale wauni na hatutaki wahuni katika mpira wetu, hatutaki wahuni kwenye mpira, hatutaki wahuni katika nchi yetu. Wale ni wahuni. Wahuni wote wanafanya kitendo kile jana cha kuzuia basi la wachezaji wa Simba wote wafungiwe kutoangalia mpira na washtakiwe na jamhuri ya muungano wa Tanzania. Toa yeah. neno la mwisho kwa mashabiki wa Simba pamoja na viongozi wa klabu ya Simba, kama iali Simba leo angepeleka kikosi nani kumlaumu mashabiki wa klabu ya Simba? Nawapenda viongozi wangu wote, nawapenda na wako sawa sawa katika hatua ambayo waliochukua, na nawapongeza viongozi wangu kwa hatua waliochukua, na ile ndo na ndo hatua ya kiume. Na niwaambie viongozi kweli, sasa hivi wamekolea, ule ndo ubaya ubwela, hamna kupeleka timu kwa mambo ya kizembe kizembe. Kwa hiyo viongozi wangu nawapongeza na, na niwapongeze mashabiki. Baada ya hili tukio, wametulia wamesikiliza, viongozi wao wamesema nini, hawajaenda uwanjani, kila kitu kimeenda vizuri. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa klabu ya Simba, tuko tena KMC complex siku ya tarehe 11, FA, tukutane KMC Tunaenda kumua toto to, to la Yanga tarehe 14 na Dodoma jiji ambao ndio mechi yetu ya Kipolo. Mechi ya dabi habari zake zimeisha, tunajadili mipango mingine tuwaachie wao na ule uhuni wao waliokuwa nao, lakini niwaambie ligi hii watu wanatia hela, waache mambo ya wa kishamba. Nashukuru sana.